za Simba Msimbazi Sports Club hapa Vikindu jijini Dar es Salaam, tunakwenda kuyasikia yale mawili matatu ambayo tunakwenda kuzungumza na mashabiki wa club ya soka ya Simba Sports Club. Kwa vile ambavyo ameona Bwana Mzaramo, niambie, hamasa ya Simba Sports Club inafungwa hii leo kuelekea kwenye mchezo wa kesho mwitikio kwa ujumla umeuonaje? Ah, mwitikio ni mzuri na mm, kama unavyoona kila tunapofika watu takuta -taku, watoto wa mjini hamna pa kukaa. Eh, watu wamejaa unajua hapo? pamoja na kuja pia lakini unawaona wamevaa jezi mpya wamependeza. Yani kila mwana Simba ukiangalia, yani kwenye watumia unaona watu kumi hawajavaa jezi, lakini watumia wote wamevaa jezi eh. Kwa hiyo hii ni jinsi gani mashabiki wa Simba wanapenda Simba yao. Kwa bwana Petro Atletico ameshatua, kesho tutarajie ile <tune> pumzi ya moto ya mnyama ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa dimba la Benjamin Mkapa. Nasema tutuku zote tuna nyimbo yetu wataondoka bila kuaga. Eh, tunawapokea vile walivyokuja lakini kitakachowafika kwa Mkapa basi wataondoka bila kuaga wataondoka zao nakwambia. Baadaye vipi, unatuma salamu? Aa, leo tutawaangalia kwa jicho kwa jicho la hisna. Kuangalia kwa, tunahakikisha kwamba wanapoteza. Sie tunaombea na mabaya, bwana unataka niwe mnafiki? Sie tunaombea na mabaya, kwa hiyo leo tutakaa sisi kuangalia kumwona ngogwe anapakatwa leo? Leo tutakaa kuangalia na ku, kuomba kumuona ngogwe anapakatwa bwana hey. hey. Miongoni mwa watu ambao ni hatari sana na wanaogopeka ni Farabati. Ahali mwenyewe pia amekiri kwenye kundi lake, anamtazama kama Farabati kama ni mgumu kwa upande wake. Naona anaweza kupenya mbele ya angafe kanzi leo. Ah, unajua kwenye mpira chochote kinaweza kutokea, lakini yule ni mkubwa na anajua njia za wakubwa ni zipi, na anawajua haya mashindano yanachezwa vipi. Kwa hiyo nina hakika kabisa kwa Farabati alivyo, kwa sababu mda mwingi, mara kwa mara, anacheza robo fainali, anaenda kufanya makubwa. Unawaambia nini mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo wake? Niwaambie tu. Niambie. Metodi Rwanda anatakiwa kukaa za kutosha, ili akae za kutosha, inatakiwa twende uwanjani kwa wingi tukamshangaze, ashangae huko kuna mashabiki wa aina gani. Hii klabu ina mashabiki elfu sitini kweli au maneno? Kwa hiyo twende tukamwonyeshe kwamba tuna mashabiki elfu sitini kujaa kwenye uwanja wa Mkapa na kuhakikisha kwamba kila wanapogusa mpira tunawazomea na mwisho wa siku sie tunapowewa tunafurahi furahi, tuanze kuhesabu vidole Wamalizie kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kizaramu unawaambia nini? Mgwisha. A, Mgwisha. Mimi nawaambia tu sie, pale nyumbani wache waje kujisemea. Mzalamu dikupatile odina mwombezi kitakachomfika hakuna wakumwombea ha? Kita ha? dikupatile odina mwombezi kitakachomfika hakuna wakumwombea. Shukrani sana pamoja.